Wakati huu mpenzi mtazamaji wa RuYACC Tv, leo hii katika kipindi chetu cha vumbua vipaji, tupo katika mitaa ya chuo kikuu cha Dodoma, Udom. Tutaenda kuvumbua kipaji cha mwenzetu mmoja ambaye ataenda kutuonyesha jinsi ya kupaint, yani kuchora kwa kutumia rangi. Watu wanachora kwa kutumia matirio mbalimbali, wengine wanatumia penseli, wengine wanatumia mikaa, wengine wanatumia mbao, wanachoma kwa kutumia moto, lakini leo tutaenda kuvumbua kipaji cha mwenzetu ambaye anachora kwa kutumia rangi, kwa lugha nyingine wanaita painting. Tupate mapumziko mafupi, tutaweza kurudi kuweza kuonana naye na kuzungumza naye mawili matatu, ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Oktoba hii sauti yako ina umuhimu zaidi kuliko wakati wowote. Uchaguzi mkuu umefika, na wewe ndiyo mwenye nguvu ya kuamua mustakabali wa taifa Mtazamaji wetu wa RuYACC TV, wakati huu tutaenda kuonana na msanii wetu ambaye ndiye ametuweka hapa. Tutaenda kuojana naye kujua mawili matatu. Kupitia yeye, ataenda kujitambulisha, pia atatueleza ni kwa nini amechagua sanaa hiyo ya kuchora kwa kutumia rangi. Atatueleza changamoto anazozipitia, mafanikio yake, na pia tutapata ushauri na vitu mbalimbali kutoka. Majina yangu ni Chris Kasawe, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma mwaka wa pili katika kozi ya fine arts and design. Asante. Na pia tungependa kujua ni kwa nini umeamua kuchagua sanaa hiyo ya kuchora kwa kutumia rangi. Yani, ni kitu gani ambacho kili ku influence, yani kilikupa, kilikusukuma ukaamua kuchagua hiyo painting? Yani, kuchora kwa kutumia rangi, kitu kilicho nishawishi kuchagua yeah, kozi hii ndio kwanza ni kozi inayoipenda mm. Kitu kingine and kutoka zamani iweza kufanya kazi za sanaa. Na pia tungependa kujua kupitia hii sanaa yako una ndoto gani? Kupitia hii sanaa yako ya kuchora, maana yake umesema ni kozi ambayo ilikuwa ni ndoto yako kwao, tungependa unapenda kuja kuwa nani kupitia hii kazi ambayo unaifanya? Ndoto yangu kubwa ni kuwa msanii mkubwa hapo baadaye, especially kwenye hizi kazi za painting, pamoja na kuwa vijana wengine ambao wana ndoto za kufanya kazi hizi za sanaa, sana sana kwenye uchoraji. Tungependa kujua mafanikio ambayo umeyapata kupitia kazi yako hii ya sanaa ambayo umeifanya na unasema kuwa ni ndoto yako. Mpaka sasa mafanikio niliyopata, kitu cha kwanza, imenisaidia kupata marafiki, kushea different ideas kwenye kazi hii ya sanaa kitu cha pili, imeniongezea skills ambazo zinanisaidia kufanya kazi mbalimbali mbali kwa ubora tofauti na mwanzo. Kingine imekuwa ni source of income kwa kuuza baadhi ya kazi nilizozifanya kwa watu mbalimbali. Tungependa pia tujulishe ni changamoto gani ambazo zinazopitia katika hii kazi ambayo unaifanya. Changamoto ni nyingi. Changamoto ya kwanza ni gharama. Ukiangalia cost unaotumia kununua materials kwa ajili ya kufanya kazi yako inakuwa kubwa kulingana na price ambao unakuwa unahitaji kwenye zile kazi zilizofanya. Kitu kingine, changamoto nyingine ni muda, ina consume a lot of time kwenye kuandaa kazi kwa sababu tuna majukumu mbalimbali, kwa hiyo inabidi tumie muda mwingi kufanya kazi ili upate kazi nzuri. Kitu kingine changamoto ya tatu ni marketing. Hakuna soko kubwa sana, kwa sababu ukipeleka bidhaa yako kwa wale wanunuaji, kunakuwa na bargaining sana, kwa sababu unakuta unamwambia hii bei na yeye anataka hii bei, kwayo inakuwa changamoto nyingi. Umeamua kuchagua location ya hapa nje kabisa ya chuo. Kwa nini usingekaa huko hostel, maybe darasani ukafanya kazi zako? Kwa nini umeamua kuchagua hapa? Main reason ya kuchagua location hii yeah. kazi nyingi zinahitaji focus pamoja yeah. na na utulivu yeah. kwa hiyo inabidi utafute mahali ambapo utaweza kutulia mm -hmm. ili ufanye kitu kilicho bora, fauti na kukaa kule hostel ambapo kuna kelele, kwa inakuondolea ile usikivu pamoja na utulivu wa akili pia. Unawashauri nini wasanii ambao wako kama wewe, wanatamani kufanya kitu kama wacho unakifanya wewe, lakini wanapitia changamoto? Labda kuna wale ambao wana ile, wanakatishwa tamaa, wengine labda wanaona wana, mimi siwezi. Unawashaurije watu kama hao ambao wanatamani sana kufanya kitu kama hiki unachokifanya wewe? Nachopenda kuwashauri watu wengine wanaotamani kufanya kazi kama hii ya sanaa, kitu cha kwanza wajiamini wenyewe kwamba wanaweza. Kitu cha pili wa, we, wanajiamini kwenye kile wanachokifanya. Cha tatu ni kwa wazazi kuwashauri na washauri kuwa wawaachie watoto wao especially wale wanaoonyesha vipaji vyao kwenye sanaa wawaruhusu. Sanaa si ujinga, sanaa ni kitu kizuri. Wawaachie watoto wao wa join kwenye kazi za sanaa kwa sababu itawapa faida baadaye. Asante mtazamaji wetu, endelee kuangalia vipindi vingine vya TV yetu ya RuYACC. Karibu tena kwa kipindi kingine kijacho, muda na wakati kama huu. Karibuni sana na asanteni sana